Na mtazamaji wa Trend TV, bwana mmoja, kati ya videos ambazo sasa hivi hapa zimeenda viral ikiwa huu ni mwezi wa Ramadhani, hii e, ni video ya bibie Zuchu akiwa yuko na mama yake, mama Hadija Kopa wakiwa wako pamoja. Eh, kama unavyoelewa kwamba mwezi huu wa Ramadhani bwana mtu kama mjaoana, hamtakiwi kukaa pamoja. Ni wewe na mpenzi wako, kama hamjafunga ndoa, basi hampaswi kabisa kusogeleana. Nadhani unaelewa what I'm talking about, so ni kwamba the end of the day, kwa hiyo Zuchu ameondoka nyumbani kwa Diamond Platinumz na amerudi nyumbani kwake ambapo anaishi na mama yake mzazi mama Hadija Kopa, na hivi karibuni tumemwona bibi Zuchu katika mwezi huu wa Ramadhani akiwa amejistiri mashallah, akiwa yuko na mama yake na akawa anamwimbia wimbo fulani hivi kama vile wa ku, eh, wa kibonzo kibonzo wa yani, wa kuchekesha chekesha, wimbo fulani hivyo wa masihara, akiwa eh, anaonekana yuko na mama yake mzazi, ana enjoy life katika mwezi huu wa Ramadhani. Alikuwa anaimba wimbo fulani hivyo kama wa Kinigeria wa kumchekesha mama yake. Hebu msikilize hapa Zuchu. ya yeah. So hiyo ni moment ambayo wanasemaga wazungu quality time, ya mama na mwanaye. Ukiwa kama mdau na kipi cha kuzungumza kuhusiana na maamuzi ya Zuchu kuondoka nyumbani kwa Diamond Platinumz kurudi nyumbani kwake na kuishi na mama yake katika mwezi huu wa Ramadhani, weka maoni yako katika comment section hapo, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.